Taasisi ya MCODE ambayo inajishughulisha na uhamasishaji wa kilimo katika mikoa ya kusini katika kurudisha kwa jamii imetoa msaada wa chakula kwenye kituo cha malezi ya watoto wenye ulemavu Rudeo. Akizungumza afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka MCODE Privatus Kakulu wakati akitoa msaada kwenye kituo hicho ambacho kipo mshangano na manyigu wilayani Songea Ruvuma, huku akitoa rai kwa wadau mbalimbali kujitokeza kuwashika mkono watoto hao. Kwa majina naitwa Privatus Kakulu, ni mfanyakazi wa taasisi ya MCODE, ni afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka MCODE. Siku ya leo tumepata nafasi ya kujumuika na ndugu zetu wa Rudeo kuweza kuja kuwashika mkono kwa kidogo ambacho tumejaliwa. Uh, tumeweza kukaa nao kama familia kama wadau wa kwa kuwaletea kidogo ambacho tunaamini kitaweza kuwasaidia na kuweza kuwapush katika majukumu yao. Uh, nitoe rai tu kwa wadau mbalimbali ambao wapo mkoa wa Ruvuma. Ndugu uh, zetu wanajitahidi kufanya kazi ambayo ni kubwa sana kwenye jamii yetu, wanafanya kazi ya kukaa na watoto ambao wana ulemavu. Watoto hao wanahitaji uwepo wetu sisi, wanahitaji ndugu zetu sisi, wanahitaji michango yetu sisi kama wadau. Sasa ni muhimu sana kama mashirika, wadau mbalimbali, marafiki, tukajumuika tukashika mkono shirika uh, hili la Rudeo kuweza kuhakikisha shirika hili inasaidia watoto wengi zaidi katika mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo nimefurahi kuja hapa kujumuika na familia ya Rudeo ambao nao pamoja siku ya leo kukana watoto, tumeweza kuwaona watoto, tumeweza kuona familia ambayo iko hapa, tumefarijika kutoka kwenye shirika hili la Rudeo, kwa sababu kwa hiki ambacho nakifanya ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwenye jamii, ni kitu ambacho si cha kawaida. Mashirika mengi tunafanya majukumu mbalimbali, ila kwa hichi ambacho nakifanya Rudeo ni kitu ambacho kinahitaji kupate support kubwa, kinahitaji kushikwa mkono na wadau mbalimbali. Kwa hiyo ni wakaribisha wadau wengine ambao wako Ruvuma hata nje Ruvuma kuweza kufika na kuwatembelea watoto hao kwa fariji kanao, hawana tumaini lingine zaidi ya uwepo wetu sisi kama wadau. Na hapa mkurugenzi wa taasisi ya Rudeo Edward Komba akitoa shukurani kwa taasisi ya MCODE naitwa Edward Ernest, mkurugenzi wa shirika la Ruvuma Development Organization. Hapa uumaahapa Namanyingu kituo chetu kiko kitu hapa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Zaidi tuna watoto wenye ulemavu lakini ofisi zetu ziko Manispaa, jengo la Angaza tuko pale tunapatikana. Kwa kituo chetu kina watoto 26. Lakini jumla ya watoto ambao yupo wako 111 a watoto wako majumbani kwao wa. Lakini wachache tumeanza nao hapa, ni kutokana na shida ambayo tulionayo, maana bado hatujapata fani. Lakini kwa Mwenyezi Mungu tunamshukuru sana shirika la Mkode kwa wamekuja kutuletea msaada wa unga, mafuta, sukari, wametusapoti k kwa kweli tunawashukuru sana pale alipotoa Mungu, awajalie na awabariki sana alichoweza. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia pia watu wengine wenye mapenzi mema mashirika mbalimbali mbali, watu wenye taasisi serikali, kama watu wanaweza wakatuona wakatugusa kuhusu watoto wetu, basi tutawashukuru pia, kwa sababu tunahangaika na hao nao, pia walitamani kwetu kama mimi au kama mtu mwingine, tunaombeni sana, wanaweza kutusaidia. Hata hivyo wazazi na walezi ambao wanaishi katika kituo cha malezi ya watoto wenye ulemavu RUDEO wakitoa shukurani na kueleza changamoto walizo nazo, huku wakiomba msaada kwa taasisi nyingine kiserikali na zisizo za kiserikali, watu binafsi waliobarikiwa uwezo kuguswa ili kutatua changamoto walizo nazo. Jina naitwa Joyce Ponela, niko kituo cha walemavu hapa, tunaishi hapa na watoto walemavu ambayo wenye changamoto mbalimbali, wengine na wanajiweza, wengine na hawajiwezi. Kwa kweli shirika hili ni ndogo, bado ni changa, inahitaji msaada mkubwa sana kwa walemavu ambao walioko hapa, hawa watoto waweze kupata msaada, na ambao hawa wanayoweza kidogo kujitoa, waweze kujichanganya.